Katika siku ambayo maisha ya Juma yalikatika ghafla, hakukuwa na kelele wala maumivu kama wengi wanavyodhani. Alijikuta akielea juu ya mwili wake uliokuwa umelala chini, damu ikiwa imetapakaa ardhini baada ya ajali mbaya. Kilichomshangaza zaidi ni kwamba hakuogopa. Badala yake, alihisi utulivu wa ajabu, kana kwamba mzigo mzito alioubeba maisha yake yote ulikuwa umeondoka mara moja. Alisikia sauti zile watu wakilia, wakimwita jina lake, lakini sauti hizo zilionekana kuwa mbali sana, kana kwamba zinatoka kwenye ulimwengu mwingine. Alijaribu kuzungumza nao lakini hakuna aliyemsikia. Ndipo akagundua kuwa hakuwa tena sehemu ya ulimwengu wa walio hai. Mwili wake ulikuwa pale, lakini yeye alikuwa kitu kingine, nafsi isiyo na uzito, isiyo na maumivu, isiyofungwa na mifupa wala damu. Alipoanza kuelewa hali hiyo hofu haikumjia bado, lakini kulikuwa na mshangao na maswali mengi. Je, nimekufa kweli? Alijiuliza bila sauti. Ndipo akahisi nguvu isiyoonekana ikimvuta polepole, ikimwongoza mbali na eneo la ajali, kona kwamba kuna safari mpya ilikuwa inaanza, safari ambayo hakuna aliye hai aliyewahi kusimulia kikamilifu. Alipokuwa akisogezwa na ile nguvu ya ajabu, Juma alianza kuona mwanga mkali mbele yake.

Alikumbuka makosa aliyofanya akiwa hai, maneno aliyoomeza watu, nafasi alizipatiza. Lakini kumbukumbu -kumbu hizo hazikumhukumu, zilimfundisha. Ndani ya mwanga hua, Juma alielewa kuwa hakuna kitu kinachofikika baada ya kifo. Kila tendo, kila nia, kila wezo hubeba uzito wake. Alianza kuona picha ziye maisha yake kama filamu inachezwa kwa kasi, kutoka utoto wake hadi dakika zake za mwisho. Hakukuwa na mtu elie mlomu vie mwenyu nda eliyekiwa hakimu wek. Mwanga huo yulimwanyesha akwalai bila kumumiza, kukimpa nafasi ya kwelewa maana halisi ya maisha eliyoyeshi. Ndani ya mwanga hua Juma aliona sura alizozitambiwa. Alimwona mama yek eliyefariki miaka minji iliyopita, uso wek yukiwa na tabasamu laila la apendo. Alimwona babu yek rafiki yek wa karibu elipatiza maisha mapima na watu wenji eliowa kuwapenda. Hawakuzungumza kwa maneno, lakini aliwasikia ndani ya nafsi yake. Walimkaribisha, wakimpa hisia ya kukubalika na usalama. Walimwonyesha kuwa kifo si mwisho, bali ni mlango. Juma alihisi machozi ya furaha, ingawa hakuwa na mwili wa kulia. Alielewa kuwa uhusiano wa kweli haukatiki na kifo, upendo hubaki, kumbukumbu hubaki, na nafsi huendelea. Wakati huo huo, alihisi kuwa bado hakuwa amefika mwisho wa safari. Kulikuwa na jambo la muhimu zaidi alilopaswa kulipisha, kuelewa kusudi la uwepo wake. Wale aliowakuta hawakumzuia wala kumlazimisha, walimheshimu wakimpa uhuru wa kuendelea mbele au kubaki kwa muda. Ndipo akaelewa kuwa hata baada ya kifo hiari bado ipo. Safari yake iliendelea na mwanga ulianza kubadilika.

Lakini pamoja na hayo, alihisi pia faraja ya matendo mema aliyofanya, hote yel madogo aliyodani hayakuwa na maana. Aligundua kuwa kila tendo lina athari, kabwa ondogo. Hakukawa na pepo wala malaika waliokuwa wakimhuku waukalai wenyu ndayo yuliokuwa yukizangumza. Ndipo Juma akanza kuelewa kuwa maisha ya duniani inashul, na no kifo ni mtihani wa kuelewa yulikojifanza. Boda ya kupisha hali hayo, Juma alihisi mabadiliko.

Alitambiwa kuwa bado alikuwa na masomo ya kujifunza na bado kulikuwa na apendo eliotomani kutoa ndani ya nafsi yek. Alitomani kurekebisha makosa aliyofanya, kusaidia wel aliyowacha. Ndaipo akilwa kuwa bodi ya nafsi hurudi duniani tesai koma adhabu boli koma fasa ya kukamilisha walikoanza. Akiwa katika hali haya ya tofakari, Juma alikambyuka watu aliyowacha nyuma: mke wek, watoto w wek, na marafiki zek alihisi huzuni yao, machozi yao na maswali yao. Kwa mshangao wake, aliweza kuwahisi, kuona kwamba bado kulikuwa na uhusiano usiovunjika. Aligundua kuwa nafsi inaweza kuangalia, kusikiliza na hata kutuma hisia kwa wale walio hai kupitia ndoto au ishara ndogo. Alitamani kuambia kuwa yuko salama, kwamba kifo hakiko wa mwisho

Alikuwa anachagua kubaki katika hali ya amani au kurudi duniani kwa maisha mengine. Aliona nafsi nyingine zikijiandaa kuzaliwa upya, zikichagua mazingira, familia na changamoto zitakazowasaidia kukua. Alielewa kuwa hakuna kitu kinachotokea kwa bahati mbaya. Kila maisha yana mpangilio wake, hata kwa binadamu hawawezi kuona. Mawazo hayo yalimjaza heshima kubwa kwa maisha ya duniani hata katika maumivu yake. Juma alitafakari kwa kina. Alijua kuwa kurudi duniani kamanonisha kusaha kila kitu alikokiona, lakini pia kamanonisha nafasi ya kishi kwa hekama zaidi. Alitambua kuwa apendo ndayo kitu piki kini chabaki boda ya kifo. Mali, chio, na majivuno yote hubaki nyuma. Alitamani kutumia yujuzi huo kwa njia ya vitendo. Ndani ya nafsi yek alikubali changamoto ya kurudi, esai kuwa kulazimishwa, bali kwa hiari. Alijisikia kama mwanafunzi aliyekubali kurudi ya darasa ili obora zaidi. Mwanga ulianza kupangwa pole pole, inahisia zie uzito zikaanza kurudi. Juma alihisi kama anazama ndani ya usingizi mzito, kabla hajapoteza fahamu ya hali hiyo dhalikambyuka samoku: maisha ni zawadi na no kila pumzi ina maana Alijua kuwa hata kama anjasaho safari yek samoli njendeli ya kishi ndani ya nafsi yek, kama sauti ya ndani ikimwongoza kufanya mima, kuwa na huruma, na huruma na kuthamini muda na hepo, ndaipo safari ya Juma ikawa siri tena kama ilivyokuwa wengi. Alizaliwa upya bila kambukambu ziye mwanga, lakini akiwa na moyo unaotamani upendo na haki. Inkuru yekinabaki kwa makayo cha kutafakari kwa walio hai. Je, tunaishi maisha yatakayotuacha na amani tutakapovuka mpaka wa mwisho? Kwa sababu kulingana na safari ya nafsi, kifo si mwisho wa hadithi, bali ni ukurasa unaofuata katika kitabu kisicho na mwisho cha uwepo wa mwanadamu.